Tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu na mwanamuziki Paul Kigame wamewasilisha kesi mahakamani kupinga utekelezaji wa sheria ya uhalifu wa mitandao iliyotiwa saini na Rais Ruto juma lililopita. Haya yamejiri mahakamani huku viongozi wa upinzani na wanaharakati wakikosoa wa sheria hizo wanazosema ni ya kuwakandamiza wakosoaji wa serikali wa Jaji Mkuu mstaafu David Maraga akiongoza ukosoaji wa wake akisema hatua hii ni kejeli kwa katiba iliyoko sasa. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amemkosoa rais William Ruto kwa kutumia kipindi cha maombolezo kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuidhinisha miswada saba tata kuwa sheria. Amedai kuwa baadhi ya miswada hiyo kama ule wa marekebisho ya matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mtandao inalenga kunyamazisha wakosoaji wa serikali hasa mitandaoni. Mswada mwingine uliozua utata ni ule wa ubinafsishaji wa mashirika ya umma ambao Maraga anadai unafungua njia kwa baadhi ya wanasiasa kujipatia mali ya umma kisiri the Kenyan people will not get to know. Simply put, if they sell even strategic assets to foreigners and put them beyond the country's control, the Kenyan people Not get to know. Wakati huo huo, mwanasiasa na mwanamuziki Ruben Kigame pamoja na shirika la kutetea haki za binadamu wamewasilisha kesi mahakamani kupinga utekelezaji wa sheria ya uhalifu wa mtandao, wakitaka kusitishwa kwa utekelezaji wake na idara husika kama vile bunge la kitaifa na afisi ya mwanasheria mkuu. The Maraga pia ametilia shaka pendekezo la kuuza kampuni ya Kenya Pipeline, akidai kuwa hakuna msingi wa kiuchumi kwa uamuzi huo, kwani kampuni hiyo haijaonyesha kupata hasara yoyote. Milita. Ole Tinges, Runinga ya Citizen.